Mjumbe maalum wa Rais Donald Trump katika eneo la Mashariki ya Kati ambaye anajulikana kwa jina la Steve Whittekar amesema kwamba rais wa Marekani alijaribu kuzuia mzozo wa kijeshi dhidi ya Iran kwa kujenga uhusiano wenye imani na serikali ya Teheran. Ni Jimson Natson tena kwenye habari za kimataifa na hii ni Clouds Digital. Bwana Whittekar amesema katika mahojiano na mwandishi wa habari mwenye utata mkubwa taka Wilson ambaye anasemekana kuwa na uhusiano wa karibu na rais Trump kwamba barua ya hivi majuzi ya rais Trump kwa kiongozi wa Iran haikutazamiwa kuwa tishio. Akimtetea rais Trump kwa hatua yake ya kuituma barua hiyo Iran, bwana Whitaker amesema kwamba Donald Trump ana uwezo mkubwa wa kijeshi na ingekuwa vyema kwa Iran kutafuta suluhu ya kidiplomasia lakini ni rais wa Marekani ambaye amelifanya hili. Aidha, mjumbe huyo maalum wa rais Trump ameongezea kwa kusema kwamba barua hiyo haikutumwa kwa sababu yeye ni mjinga. La, rais Trump ni mwenye nguvu kubwa na ni miongoni mwa wanaume wenye nguvu kuu ambao nimewahi kutangamana nao maishani mwangu, na huenda hata akawa mwenye nguvu zaidi. Steve Witkoff aliendelea kusema kwenye mahojiano hayo kwamba yaliyokuwa ndani ya, ya barua hiyo ni mimi ni rais wa amani, hilo ndilo ninalolitaka. Hakuna haja ya kutatua mzozo huu kwa njia ya kijeshi, tunahitaji kuzungumza. Tunahitaji kupata suluhisho ya masuala ambayo yamefanya sisi kutoelewana. Tunahitaji kubuni mbinu ya kudhibiti kwamba hakuna mmoja kati yetu ambaye atakuwa na hofu ya kulenga mpango wa kinyuklia unaotengeneza silaha za kiwango cha juu, kwa sababu njia nyingine inayoweza kutumika katika hali hii sio nzuri sana. Iran wametujibu, sina idhini ya kuzungumzia waliosema, alisema. Mazungumzo ya kutafuta makubaliano na taifa la Iran yanaendelea kupitia njia za siri na zinazohusisha mataifa kadhaa na njia nyingine nyingi. Alisema mjumbe maalum wa Rais Trump katika eneo la Mashariki ya Kati katika mahojiano na Tucker Carlson. Aliongeza kwamba Trump yuko tayari kubuni nafasi ya kutatua matatizo kati ya Marekani na Iran kwa ajili ya taifa hilo kurejea katika utambulisho wa jamii ya kimataifa. Na vile vile, Iran inakabiliwa na vikwazo. Trump anataka kujenga uhusiano wa kuaminiana kati ya Marekani na Iran. Rais Trump alisema haya wiki mbili zilizopita kwamba alimwandikia barua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei na kumpa mwaliko wa kufanya mazungumzo. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi aliambia kituo cha habari kinachomilikiwa na serikali ya Iran kwamba, hatuna haraka ya kuijibu barua hiyo kwa sababu kwa sasa tunatekeleza ibada ya swaumu katika mwezi mtukufu wa Ramadhan na vile vile wako katika siku za nodes. Jibu litatolewa katika siku zijazo. Alisema barua ya Trump ni zaidi ya tishio, ila anadai kwamba kuna nafasi katika aliyotoa. Bwana Aragachi amesema kwamba mwaka wa 1404 ni mgumu sana, ila hatutafanya mazungumzo ya moja kwa moja. Wiki moja baada ya Trump kusema kwamba alikuwa amemwandikia barua kiongozi wa Iran. Mahmud Gargash, mshauri wa kidiplomasia wa rais katika ufalme wa milki za Kiarabu UAE, alikutana na bwana Aragachi mjini Tehran na kuwasilisha barua kwake. Taarifa kwamba barua hiyo ilikuwa imewasilishwa Iran ilikuja wakati ambapo kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alikuwa anaelezea mwaliko wa Marekani kufanya mazungumzo na kuwa na makubaliano kama njia ya uongo na kubadili maoni ya jamii ya kimataifa. Katika siku ambayo bwana Khamenei alipokea barua ya Trump, alisema kwamba Iran haitafuti vita, ila inahakikisha kwamba iko tayari kujibu mashambulizi dhidi yake. Akizungumza hatua ya Marekani kujiondoa kwenye mpango wa JCPOA alimtaja Rais Trump kama mtu ambaye alitupilia mbali mkataba uliomalizwa na kutiwa saini. Baada ya kushinda uchaguzi wa urais mwezi Novemba mwaka 2024, Donald Trump alimteua Bwana Whitaker kama mjumbe wake rasmi wa Mashariki ya Kati, ingawa hana uzoefu wa kidiplomasia ila amekuwa akijishughulisha na mazungumzo ya kupata maelewano kati ya mashirika mbalimbali mbali kwenye soko la kununua na kuuza nyumba na ardhi jijini New York, Marekani kwa muda mrefu. Ni Jimson Natson, tena hii ni Clouds Digital.